Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Jambo la kwanza kwa wakandarasi wote ambao mmesaini <coughs> mikataba hapa leo, naomba mjisikie fahari kwamba mmeaminiwa. Uchambuzi uliopita katika taratibu za manunuzi umeonyesha kwamba nyie ndio mnaweza kufanya kazi hizi, kwa maana mmekidhi vigezo vyote vya kufanya kazi hizi. Naomba msiwe kikwazo katika kuhakikisha kazi hizi zinakamilika kwa muda uliopangwa, zinafanyika katika ubora unaostahili na bila kuchakachua wala bila kuwachelewesha wananchi kuendelea kupata huduma mbalimbali. Kama wote tunavyofahamu kwamba ujenzi na ukarabati wa barabara ni swala la kiuchumi, litawawezesha wananchi wetu wa mkoa wa Katavi kuweza kusafirisha mbegu, mbolea pamoja na mazao kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na kama ni mazao kwa maana ya mavuno kutoka shambani kupeleka store, kutoka store kupeleka sokoni na kadhalika. Lakini pia swala la uwepo wa barabara zinazopitika kwa kila mwaka ni swala la kuimarisha uhusiano katika jamii. Watu wataweza kwenda kushiriki matukio mbalimbali, kukutana na ndugu na jamaa, kushiriki pamoja katika misiba, kushiriki pamoja katika sherehe, lakini kuhakikisha kwamba huduma za jamii zinaendelea kutolewa katika hali ya ufanisi. Kwa umuhimu huo wa barabara kiuchumi, kijamii na kihuduma, nirudie tena, wakandarasi mlioaminiwa kupewa kazi hizi, kuhakikisha kwamba mnalinda uaminifu wenu, mfanye kazi hizi kwa ufanisi wa hali ya juu. Anzeni kwa wakati, mwendelee kwa wakati, mzingatie standadi, mmalize kwa wakati, ili msiwe kikwazo kwa wananchi wa mkoa wa Katavi kupata huduma hizi kama nilivyotangulia kuzitaja. Lakini swala la pili, nafahamu kwamba mikataba hii yote itahitaji watenda kazi au itahitaji wafanyakazi wa level mbalimbali au wataalamu mbalimbali. Hakikisheni Wanakatavi wengi zaidi mnawapa ajira kulingana na ujuzi wao, waweze kufanya kazi na kuhakikisha kwamba mzunguko wa fedha unaendelea kubakia ndani ya mkoa wetu wa Katavi lakini swala lingine la muhimu kabisa tumetoka kupongeza hapa makundi mbalimbali, kwa maana ya makundi maalum ya vijana, wanawake na wazee ambao wameweza kutumia vizuri fursa ya asilimia thelathini ya kazi kupata kazi katika ujenzi wa barabara hii katika miradi kumi. Nitoe maelekezo kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya ambao mko hapa, kwa sababu swala hili bado halijafahamika kwa walio wengi. Niwatake mshirikiane na ofisi za TARURA katika ngazi ya wilaya kuhakikisha kwamba mnatambua makundi ya vijana, wanawake na hata vijana wetu waliomaliza vyuo mbalimbali wa kike na wa kiume. Tambueni mahali walipo, na baada ya kuwatambua waelimisheni, kwa pamoja wapeni mwongozo, wasimamieni kikamilifu kuhakikisha wanatengeneza kampuni au vikundi vinavyokubalika kwa ajili ya kupata kazi hizi za ujenzi wa barabara katika miradi hii midogo midogo. Na baada ya kufanya hivyo basi tuwasaidie pia kuwaunganisha na taasisi za kifedha pale ambapo itahitajika kupata fedha kwa ajili ya kuanza kuendesha miradi ambayo watakuwa wameipata serikalini. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, TARURA imekamilisha michakato ya ununuzi wa zabuni kumi zenye thamani ya shilingi bilioni 1.644 ambayo ni sawa na asilimia 60 kutoka mfuko wa matengenezo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa leo utashuhudia utiaji saini wa mikataba kumi ambayo imekamilika, wakati zabuni nyingine zilizobaki zikiwa katika hatua mbalimbali za manunuzi. Aidha, mikataba kumi inatekelezwa katika halmashauri za Tanganyika Mpanda MC Nsimbo, Mpimbwe na Mlele. Kati ya mikataba kumi itakayosainiwa leo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mikataba sita yenye thamani ya shilingi milioni 171 utatekelezwa na makundi maalum ya kina mama vijana na wazee. 4.0 Changamoto. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na maendeleo yote tuliyoyasema hapo juu, e, tuna changamoto kadhaa ambazo tunazikabiliana nazo kwenye usimamizi wa hii mikataba. E, katika kutekeleza majukumu ya usimamizi wa kandarasi tunakutana na changamoto zifuatazo: namba moja wakandarasi kuchelewa kuanza kazi mapema baada ya mikataba kusainiwa bila sababu yoyote ya msingi. Lakini namba mbili, wakandarasi kutokuwa na wataalamu ambao wameainishwa kwenye mikataba, hali inayosababisha wasimamizi, wasimamizi wa TARURA kupata wakati mgumu kwenye usimamizi wa kazi hizo. Lakini pia namba tatu, baadhi ya wakandarasi kuchelewa kukamilisha kazi kwa wakati kulingana na muda wa mkataba bila sababu za msingi mkoa wetu hauna vitendea kazi vingi, kwa mfano construction equipments ambao ni nimagreda nini na nini, inabidi huyu mkandarasi sasa aanze kumobilize au kutoka maeneo mengine au kama yako hapa yanakuwa ni ya kugombania. Uh, kwanza niondoe hofu, nitatekeleza vizuri na mkataba ambao unanielekeza ndani ya miezi yangu sita na mimi nitafanya kwa uaminifu mkubwa sana kwa sababu uh, nina mkataba nime, nime, nime, nimeusoma nime na nimeuelewa, na nitahakikisha nafanya kwa wakati, kwa sababu kazi zangu ni ndogondogo ambao zinawezekana, ndo maana nikazijaza na ziweza kuzitimiza kwa hiyo nihakikishie kwamba tutatekeleza kwa wakati na, na, uh, kwa sababu kikubwa zaidi ni usafi wa barabara zibua. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba tutatekeleza kwa wakati mradi wetu na wanakweka barabara watafurahia. Hii ni Bugoma TV haba.